na kwa moyo thabiti Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kazi zangu za Waziri wa Madini, na kwa wakati wote nitamshauri kwa hekima na uaminifu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwa vyovyote vile sitatoa siri za baraza la mawaziri. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie.